Wananchi hao wakiwemo viongozi wa serikali za mitaa na madiwani wamesema afisa huyo bwana Gilbert Nyamsazi anatumiwa na matumizi mabaya ya fedha za mfereji wa umwagiliaji, ujenzi wa maabara, mfuko maendeleo ya jamii Tasafu, kuchanganisha wa viongozi wa wananchi na kusababisha uvunjifu wa amani mara kwa mara. Kutokana na alio, wananchi hao wamesema hawana imani na afisa mtendaji huyo ambaye amekuwa akijichukulia sheria mkononi, ingawa alipotakiwa kutoa ufafanuzi juu ya tuhuma zake hakuwa tayari kuongea lolote. Tatu, kuna tuhuma za mtendaji kuchukua jukumu la kuwapiga hata wananchi pale wanapouliza haki zao. Wanapomuuliza maswali ya msingi, mtendaji anakuwa mbabe na kuanza kuwapiga wale wananchi. Pia swala la nne ni kuhusu migogoro ya ardhi. Mtendaji amekuwa akishiriki sana kwa asilimia kubwa kuinua migogoro ya ardhi, kuchochea vurugu za ardhi. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Darajani, Baranisha Dinjawa, amesema hatua hiyo ya wananchi imetokana na kuchoshwa na tabia afisa huyo mtendaji na kuomba serikali ipeleke afisa mwingine wa kata hiyo ili wananchi warudishe imani na serikali yao. Kweli kabisa kama wananchi walivyokuwa wamelalamika wame na kuchukua hatua ya kufunga ofisi. Ni kero kubwa, mtendaji huyo anafanya kazi za balozi, anafanya kazi za mwenyekiti wa kitongoji, anafanya kazi za mtendaji, anafanya kazi za mpaka hakimu. Makesi yote anatatua ye. Mwenyekiti wa mamlaka mji mdogo wa Himo Bwana Hussein Jamal amesema kutokana na tuhuma za mtendaji huyo, kikao cha dharura cha mji kimeamua kumrejesha afisa huyo kwa mkurugenzi mtendaji wa wilaya baada ya kukabidhi kwa kaimu mtendaji baada nyaraka, ya nyaraka zikiwemo fedha za michango ya maendeleo ya wananchi. Naye mtendaji wangu hapa wa mamlaka ya mji mdogo sawa, eh? Nitamkabidhi mtendaji kata huyu Nyamshaz aende naye kwa mkurugenzi pale, tunaelewana vizuri eh? Na kwa muda huu wakati anakwenda kwa mkurugenzi serikali, kwa maana mtendaji hapa, patakuwa pamekaimu mtu ofisini hapa. Kutoka mamlaka ya mji mdogo wa Himo, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro, mimi James Paul, mm, ITV.